Tuko naye Malota Soma Ball Juggler. Eh, ukisikia neno Ball Juggler basi ujue hapo vitu vitu viko mguuni, na lengo kubwa zaidi ni kuja kuzungumza naye mawili matatu, hasa kuhusiana na kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba ambao wanatafuta kuvunja ile rekodi walioiweka eh wao enzi zao wakiwa vijana wa Simba mwaka 1993 kunako Kombe la Shirikisho barani Afrika ambapo walifika hatua ya fainali e, wakapepetana na Stella Abijani kutokea pale nchini Ivory Coast, wakitoa sare ugenini, lakini kwa bahati sivyo wakapoteza katika mchezo wa nyumbani na kwenda kuzungumza naye e, mawili matatu kuhusiana na namna na, na ambavyo anakiona kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, Simba msimu huu, lakini pia na Simba yao iliyopita. Bwana mzee, shikamo kwanza. habari siku? Safi, mambo yanakwenda. Ah, salamu tu, pole na kazi. Ah, shukrani sana. habari za maisha? Alhamdulillah, namshukuru Mungu, maisha si mabaya sana, nashukuru. Ndio. yeah. Simba ya msimu huu umeiona lakini, e, Simba limeiona. Simba limeiona haiko vibaya sana, inajitafuta miaka ya nyuma kidogo kulikuwa na matatizo ya usajili kama ulivyoona mwenyewe. Simba ilikuwa inasajili inatoa, inasajili inatoa, lakini sasa hivi inaonekana kama imesimama vizuri, na ukiangalia toka tumeingia kwenye robo finali hizi zilizopita mpaka leo tunafika kwenye nusu finali. Kwa hiyo tayari wamejipanga vizuri na inategemea kufanya vizuri zaidi mpaka kuingia finali. Mwenyewe unategemea kwamba ile rekodi yenu msimu huu inaweza kwenda kuvunjwa e. Nategemea naona dalili hizo zipo, maanake miaka mingi umetafuta. Ili kama swali moja alitoga Kibadeni alisema hamna mtoto atafikisha goli tano goli goli ngapi goli tatu e bwana, kwa mchezo wa dabi. Lakini mpaka dakika hii kweli, kama unavyoona, hakuna mpaka wende wamfuate. Na sisi hapa kweli tumefika fainali na kombe tulitoa hapa hapa, kombe litolewa hapa hapa. Kwa hiyo wakivunja rekodi hii tutashukuru kwa sababu ndio tuna maendeleo yenyewe tunataka, kwa sababu tutakuwa tushaingia fainali mara mbili Simba Sports Club kwenye mashindano haya. Ndio. Bana, mimi nataka kufahamu kutoka kwako namna ambavyo kikosi cha wekundu msi, wa msimbazi Simba kinacheza msimu huu. Ni takriban miaka sita mfululizo wanaishia hatua ya robo fainali, wanaitafuta nusu fainali, hatimaye msimu huu chini ya Fadul Davids wameipata, labda kwa namna ambavyo ulivyotazama hizi robo fainali zilizopita na Simba ya msimu huu kipi hasa kimebadilika ndani ya kikosi cha wekundu Msimbazi Simba na hatimaye eh, mwiko umevunjwa, nusu fainali wamevuka. Nini hasa kimebadilika ndani ya kikosi msimu huu tofauti na misimu iliyopita? Ah, kikubwa, kila siku tulikuwa tunaangukia pua kwa sababu timu ilikuwa si mbaya, lakini unajua ile mashindano makubwa, kuna watu wanatumia pesa kusajili wachezaji. Sisi kusema kweli, kipindi cha nyuma tulikuwa tunasajili kama vile tulikuwa tunalipua, lakini kipindi hiki inaonekana kabisa wamesajili watu ambao wanetaka maendeleo, na kama ukiangalia toka tumeanza kucheza mashindano haya yani, tunaenda vizuri, mpaka hatua hii. Kuna matatizo yapo, katika mpira yapo kufungwa kupo, lakini sasa safari, naona kwamba imekuwa beta zaidi kuliko hapo nyuma sababu kama unakumbuka sisi tushaingia robo finali eh bwana mara tano si mara nne, na yote tunaishia katika hali si mbaya sana, si nzuri sana, unaona ah bwana, safari tungejitahidi tungeingia. Lakini sasa naona safari hii viongozi wameamua, bosi mkuu na wa nani, Mo Dewji kaamua kusajili wachezaji wenye uwezo mkubwa kubwa sana. Kwenye goalkeepers zikafanya la maana sana, maanake kipa anaibeba sana Simba sana yani kwa kweli, an, anastahili sifa sana, mbele kwamba tunaye kijana wetu Manula alitupeleka mbali sana yeye, eh, vile lakini kaongezewa chachu pale ya Kamala. Kwa kweli timu iko vizuri, yani tufungwe, tumefungwa lakini kwenye makosa madogo madogo, ambayo ya kibinadamu katika uchezaji mpira, na hayo mkiyatenda lazima mtafungwa, lakini kiuchezaji naona timu iko vizuri. Sijui tena Mungu mwenyewe ataeta bahati gani tena mwaka huu ndio yeah. lakini unavyoitazama Simba hivi ilivyobadilika, unaona kabisa fainali ikiwa chini ya miguu yao. Ama e, fainali naiona, ila sema kitu unaweza kutoa angalizi, tahadhari tahadhari, kwamba wasidharau. Unajua, mnapofika kwenye hatua kama hizi watu mnajiamini kwamba sasa hivi hii kombe tunachukua. Mtoe mfano mdogo tu kwamba sisi wakati tunatoka droo na wale Stella kule tukasama huku si, nyumbani hawezi kuja, maana yake kule hawatoki hata kwa nini. Lakini kuangalia mechi imekuja kubadilika dakika za mwisho. Kama tungekuwa tunacheza vile kwa michezo yote iliyopita tusingefikia pale. Kwa hiyo kuna kitu kilitokea, hatujui, Mungu ndiye anajua. Ebu hapo nahisi kuna somo hapo faza, kwanza kwenye namna ambavyo mlipoteza hatua fainali mkiwa nyumbani yes. kwa namna ambavyo unaitazama simba sasa hivi eh. labda ni vitu vipi ambavyo wanapaswa kuboresha kuelekea mchezo huu wa nusu fainali ya kwanza, na ndo mchezo muhimu zaidi, kwani wanaenda kutupa karata yao wakiwa kwenye mchezo wa nyumbani. Nyinyi mlipoteza mkiwa nyumbani, Simba anakwenda kucheza mchezo wake wa nusu fainali ya kwanza akiwa nyumbani kipi wanapaswa hasa kukifanya kwa namna ambavyo ume experience michezo mikubwa ya Afrika, umecheza ligi ya mabingwa, lakini pia fainali pia hiyo ya tisini na tatu umecheza. Wanakwenda nusu finali ya kwanza nyumbani, nini hasa wanapaswa kuwa nacho akilini kuelekea ya mchezo huu? Yani kwanza kuweka akili, nitoe kwanza mfano ule ule katika ile timu yetu ya Stella. Unajua kila mechi tuliocheza nyumbani tulikuwa tunashinda, kila mechi tuliocheza pa nyumbani hatujapoteza hata mchezo mmoja. Sasa unajua unapoenda ugenini na ukaenda ni ugenini. Kwa hiyo unapoenda ugenini, chochote kinaweza kutokea, na baya kubwa tulivotokea kwamba tunaanzia kule, ile system yetu ya kusema kwamba tutashinda nyumbani ikawa imepotea. Sasa ikawa sasa tujitahidi kule tusifungwe, tukija nyumbani tushinde. Bahati mbaya kuja hapa game ikabadilika. Kwa hiyo tahadhari naitoa kwa Simba, hii mechi ambayo wanaeja kuicheza hapa tena, nasikia Zanzibar, ni Zanzibar. Wanatakiwa kwamba wapate magoli mengi ndio kitachowabeba. Wasidharau, ile timu nzuri, ina uwezo, kwa sababu hata South Africa sio timu kubwa, lakini zinasumbua sana timu kubwa. Wale Orlando, Kaizer Chiefs, ri zote zile timu zinafungwa na hii timu. Kwa hiyo wasiingie kukudharau, waingie tu kama wanacheza na timu yote nyingine. Wasisema, ah, South Africa tutawatoa, hapana. Waende kwa kuangalia, wacheze kama walivyoambiwa na mwalimu wao wapate ushindi mwingi. Hata wakienda South Africa watakuwa kidogo wanapata unafuu fulani, lakini wakipoteza au hata draw kule, mechi bado itakuwa ngumu, kwa sababu wale wanatumia kitu fulani, kile kilichotokea kwa wafunga nani, Mareki za, zamareki, mm -hmm, zamareki wametoka na draw kwao, wakaja nyumbani wakashinda goli moja. Kwa hiyo wanaweza kuwa na zana hiyo kwamba ah, bwana, hawa nyumbani tucheze hivi tukishatoka na draw au namna gani sisi nyumbani kwetu tunaweza kushinda. Wana uwezo huo kwa sababu bado wana vijana wanakimbia. Kwa hiyo Simba watahadhari kucheza mchezo huo kwa uangalifu zaidi, wasipoteze. Wanatakiwa tu washinde, wapate magoli mengi, basi watamaliza mechi hiyo. Magoli mengi, ama faida ya mtaji mkubwa, akiwa ehe, mtaji mkubwa akiweka magoli, atakaenda kule, wale watakuwa na kazi ngumu ya kupata hayo magoli, ndio wataanza kupata. Lakini nao Simba akienda kule hawezi kukosa hata goli moja, na ukishapata goli moja adui yako anakuwa ana nguvu wangepata goli tu hapa mechi ingekuwa ngumu ile ya Simba, lakini bahati nzuri Simba walibana kupata goli mpaka mechi imeisha mbili mbili, matuta Simba wanapita. Umewataja Almasri hapa eh. Mara baada ya mchezo wa kwanza walizungumza maneno mengi kweli, alizungumzwa na wenyewe, waliamini kwamba pia wanakuja kumaliza kazi hapa Benjamin Mkapa, lakini walichokionyesha Simba walionyesha ukubwa wao kwa kuibuka na ushindi, licha kwamba ni ushindi eh, wa matuta, lakini onyesha ukubwa wao eh, labda kwa namna ambavyo walivyocheza ule mchezo wa kwanza nchini Misri, wakaja kucheza hapa nyumbani. Kabla ya mchezo, uliamini kwamba Simba wanaweza kupindua meza kwa namna alivyocheza mchezo wa kwanza. Ah, mimi ni kwa naamini. Kwa nini naamini Simba kule? Ili tungetolewa kwenye mashindano haya, kama mimi binafsi ningelia na mastriker beki walicheza vizuri lakini striker walituangusha sana, walikosa magoli mengi sana yani Simba walikuwa wanaondoka na goli kama tano kule yani, mimi nimehesabu kama tano yani. Yani, yale hapo ndio unapata picha eh? Ball Juggler nipo bali nauzi wa Simba, sifanye makosa kwa sababu gani? Mpira wa sasa hivi ni teamwork, mnacheza pamoja. Kama ulisikia uli au uliona kwenye mitandao mpaka kocha kalalamika, wachezaji wangu wananyimana pasi. Vipi katika mpira ya kitu kibaya sana katika mpira Yaani mkishafanya vile mnaweka mechi na kwa ngumu. Rahisisheni mechi. Mpe mwenzako pasi mfunge, pate magoli mengi, muenjoy kocha wa mpira. Mkishapata magoli mengi mtacheza mnavyotaka. Lakini mkishafungwa ndio vile mnaanza kila mtu akitaka kufunga, kila mtu anataka kupiga. Lakini nashukuru viongozi, kocha wao, benchi la ufundi wamekaa, wamewaeleza, wamebadilika. Na kama uliona hii mechi hapa, kila mtu alikuwa anatoa pasi. Mpanzo alikuwa anafika mwisho anapiga cross. Wakati ule alikuwa anafika mwisho ana dribble mwenyewe anaingia ndani. Lakini mechi umeona kabisa, kila mtu akifika anapiga, na kweli magoli yakapatikana mawili, na yalikuwa zaidi ya ile mawili, lakini bahati mbaya, wachezaji utulivu uliwakosa, tukakosa magoli. Kwa sababu kwa mfano umeona Kapombe goli, lile goli la tatu, la mwisho, goli kabisa lile, ile unafanya utulivu tu, kwa sababu ule kwenye boksi ukifanya utulivu, mtu akikubeba penalty tungetolewa tungeza. Ah bwana Kapombe katu, lakini ndo mpira e. Nashukuru kwamba vijana wamefanya kazi nzuri na tunategemea kufanya vizuri zaidi, na mimi najua nyum, Zanzibar ni nyumbani bwana e, kuna watu wa Simba wengi na Watanzania wengi wako kule wanapenda timu zao t, Simba itafanya vizuri yes. hatuja hapa kwa washambuliaji kidogo wa nadhani, kwa sababu ni eneo ambalo litambanalo na lililokutambulisha kwenye ramani ya mpira wa Tanzania. E, Simba mastrike hao, kuna Leonel Yateba, kuna Steve Dese Mkwala, lakini pia kuna bwana mdogo Valentino Mashaka. Imekuwa ni safu ambayo imekuwa na kiwango cha kuingia na kutoka, leo anacheza vizuri leo ni Yateba, kesho anacheza vizuri Dese Mkwala e, ukipata nafasi ya kuzungumza nao hawa, unabeba hatma na ile dhamira ya Simba, kwa sababu unaweza ukazuia usifunge usiposhinda, wewe itabaki vile vile, lakini ukazuia kufungwa ukifunga unafika hatua nyingine labda wanapaswa kufanya nini kwenye hatua muhimu kama hizi ambazo wekundu wa Msimbazi, Simba, wanakwenda? Kikubwa kama nilivyokwambia, ushirikiano ndo kitu kikubwa katika mpira. Unajua zamani mastrika wa zamani wa timu zetu hizi kubwa, kati ya Simba Yanga, wachezaji wa mbele walikuwa wanashirikiana. Kushirikiana vipi? Mnaongea kama friends, bwana, hapa mimi nikipita hapa niweke mpira, mnatakiwa yani muwe kombaini moja yaani ujue mwenza kwamba akenda hapa anataka mpira huu yani anataka yani mpira gani, au Mkwala anataka mpira gani. Na haswa kwenye namba ha, midfield zetu au center forward wetu namba kumi kujua kwamba namba tisa yangu anataka mpira wa aina gani. Sio mradi unampelekea mpira hapana, lingine striker kwa mfano mtu kama Ateba au Mkwara wanatakiwa waelewe, kwamba kuna mipira mingine si ya kungojea kutaka kupewa miguuni, lazima ukimbie upate nafasi ya kupiga mpira. Sasa naangalia sana timu yetu, wachezaji wengi wanataka sana mpira wapate miguuni, sio kwamba niwekee pale niondoke. Sasa uwezi kupata magoli kilaisi. Lazima lazima center forward uhangaike pale, uonyeshe unataka mpira wa aina gani. Eh, ukifanya hivyo kila siku utakuwa unatoka unafunga goli kila siku utatoka unafunga goli, kama unakuwa unamuonyesha strike nani, midfield yako nataka mpira niwekee pale, alafu unaenda kwa sababu unajua mpira ni mazoezi. Ushakuwa fiti, chochote kile unaweza kufanya, hata kwenye kukimbia. Kama mazoezi ni ufanye motion za kukimbia, kwenye mechi uweze kukimbia. Utakuwa naomba kila saa bana, nipe hapo, umetoa umegadi. Okay, mzuri wa kugadi, wa kufanya, lakini sasa je, kuna wakati unatakiwa ukimbie, eh bwana, uko na beki mmoja hapo, uondoke naye mpaka gorini, utaweza? Kwa hiyo natakiwa determination ya mtu, determination, yeah, ya mtu yani. Yeah. <laughs> Bana, mi swali la kiuchokozi hapa ndani kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba pale safu ya mbele. Yeah. Leo hapa tutazungumza mambo ya kiushambuliaji tu. Yeah. Kuna Elie Mpanzu, eh, kuna Kibu Denis, kuna Jean Charles Ahoua, kuna Dese Mkwala eh, kuna Leonel Ateba benchi huko, kuna akina Joshua Mutale eh, akina Wesu hali awesu wote hao wanaunda safu ya shambuliaji. Eh. Kwa namna ambavyo ulikuwa unatazama kikosi cha miaka hiyo ambayo nyinyi mlikuwa ndani ya Simba, sasa hivi kuna kizazi kipya. ni mchezaji upya ambaye katika hawa ambao nimekutajia, unatamani ni kuona kwamba da ama angekuwa pembeni yangu ama angekuwa mbele yangu? Ajifichi Mpanzu yuko vizuri eh? Mpanzu yuko vizuri. Elie Mpanzu. Mpanzu yuko vizuri sana, tena ana kila kitu katika mpira kuna vitu... ana kila kitu katika mpira, kila kitu, ana kila kitu, ana spidi bwana, ana nguvu, ana yes, uwezo wa kumwacha mtu wawili watatu, anajua kudribo kuingia ndani, yani yuko vizuri, ni na sana mangie. Kuna vitu vidogo tu anaweza akavikosa kutoka kwangu, lakini yuko vizuri. hivyo ambavyo anaweza kuvikosa kutoka kwako? ah. ah. Stori yako mimi nikiisikia ni Mzee Kibadeni alikuwa ananipa stori yako e, alinielezeaelezea. Lakini sasa hivyo vidogo ambavyo anaweza kuvikosa kutoka kwako, nadhani anaweza akasikia, ama watu wa karibu wakamwambia ni vipi ambavyo labda anapaswa kuongeza sasa, ili yule ball jagla ambaye wanasimba walikuwa wakienda wanjani kumtazama, basi wanafurahi nyoyo zao. Yani kubwa kwanza, mimi nilikuwa sio mpenzi sana wa kufunga lakini nilikuwa napenda sana nimpe mtu afunge. Naweza nikafanya kazi zote afu nikakwekea, ukabaki wewe na goli ukafunga zako, ukarudi zaidi. Yaani kuwa na uwezo niko nao. Sasa, na mpanzu anayo iko kitu lakini kuna wakati analazimisha lazima afunge yeye. Na kama unaona mara nyingi akipiga pia anakosea nini? Yaani anakuwa haiko tayari katika kupiga, yeye anataka kupiga. Lakini kama angekuwa na uwezo kwamba anaondoka na watu alafu anaangalia nani anapita kwenye nafasi, anaiweka. Da, hamna. Yuko vizuri ni hilo tu kwamba mimi nilikuwa kwanza, ule mpira hata nikiupata najua kwamba wapi nicheze mapema kabla hujafika kwa mtu yaani, katika zamani unajua bwana, sisi hatukujapata mafunzo kama wenzetu zamani. Tuko tunafundishwa kabla mpira hujaupata unajua nicheze wapi, ehe, nicheze wapi. Umeona. Asa, asa, sasa hivi mtu anaweza kupata mpira jicho la kwanza shangala kipa. Akishakuona kama, yani kama makipa yetu, kutoka nje hiyo kila siku mgeni kwa kufunga magoli. Ana utundu sana huo. Na ma striker wanatakiwa uwe na utundu na midfield. Kuangalia sio kila saa unataka utoe pasi. Kuna wakati unaangalia ah, yule kipa katoka. Ngoja nipige ndefu. Eh, una Funga goli. Eh, lakini sasa waitwa bwana hawaangalii mbali, wanaangalia sana chini. Bila kwamba mpira vitabu lakini kuna wakati tunakuwa mbunifu, hata mwalimu mwenyewe ah, yule mimi sijamfundisha kafanyaje vile? Kwani sisi zamani tulikuwa na star kama gani? Abunifu, hatujafundishwa wa techniques lakini i wabunifu eh, leo mtu kama kina Kibadeni na Sande Manara hawajafundishwa kwamba nasema ah, wenyewe automatically iko kwenye kichwa, tusipoteze tumalizie tu kwanza, ana tumalizie la shilingi mia mbili inatajwa tajwa bana. Uh, uh, kwamba <laughs> miongoni mwa <laughs> Ha, hii mia mbili tulikuwa tu kama mtangazaji si ya, ya, andika ya au si namna gani? kwa sababu huwezi kulipa mia mbili Mia mbili ilikuwa hela ndogo, lakini zaya sana utasema, mengine ilikuwa mengine mia tano bwana eh? elfu ndo ilikuwa mengine. kwa sababu mm-hmm. Unajua zamani maisha yalikuwa karibu rahisi sana Hoja, vitu vilikuwa vinaanzia senti tano, senti kumi, shilingi moja, shilingi mbili, mwona? Yeah, eh? mpaka sumenti nye kwa bila isi. Ewa, kwa hiyo ukiambiwa nipewa eh, nini shilingi mia tano au mia tatu ah, mbona hela ndogo? Hapana, ilikuwa kubwa sana, ina nguvu. Eh, kwa hiyo, ile unajua mimi nakumbuka nimekuja Simba. Hata sikumbuki nipewa kiasi gani. Kitu ambacho nachokumbuka kwamba tulikuwa tunapewa mishahara wakati ule kwa kama, kama shilingi elfu tatu. Maana nakumbuka ilikuwa kama shilingi elfu tatu ndio mishahara yetu, kwa napewa kila mwezi. Kifika mwezi napewa mshahara, kila mtu ana saini paya, anapewa mshahara wake okay. Na kuingia kwenye timu sana sana, mimi nili, unajua nilikuwa mdogo, miaka kumi na nane huko kumi na tisa, bado wadogo, hatuna akili za pesa. Sasa hivi ndio wenzetu, unajua sasa hivi wenzetu amejanjaruka sana, wana watu, wanawasimamia sisi tuko hakuna watu, mimi na Mogera, bwana Malota, twende tukacheze mpira bwana, Simba bwana, kwa nini? Mnashawishiana tu mnakwenda, matokeo yake bwana, sikia, hata moja hapa, chumba kile pale, vitu vyote vya ndani viko ndani pale. Sasa wewe mchezaji mdogo, una ah, bwana, nilipata seti za vitu ndani mle, redi au CD, viti basi, akili yote shaluka. Kumbe ujui, kumbe unatakiwa lazima upewe pesa za kusaini. Muona hilo, kwa kweli limetuumiza sana, wengi sana, miaka ya nyuma. Usaini, usaini wetu ulikuwa wa tabu sana, sio mkubwa kama wa sasa hivi ambao uko wazi eh, yani hamna mtu ambaye anaweza kujua kasaini wa bei. Mimi kwa kweli wakati ni kwa mdogo eh bwana, sijui yani kwamba ukaenda Simba na kiasi gani mpaka ushikwe mkono. Sana sana niliambulia vitu eh bwana, va andani, full. Eh bwana, bwana va ndani full na mishahara wapata kwenye club basi, eh, ile 200 tulisema watu kwa ile mia mbili naongea tu, ilikuwa mishahara lakini hapana, 200 kwa, sio sahihi e, matamko tu yale, yes. Basi ongea na wana Simba ambao wako Zanzibar wamepewa jukumu la kuivusha Simba nusu fainali e. Kikubwa naomba watu wa Simba waliokuwa Zanzibar, wanajua Simba yao hii, wana watu wengi, najua kwamba watashikamana wote waliokuwepo Zanzibar na kutoka huko kwenda Zanzibar, tushikamane tushike timu yetu ifanye vizuri, ifanye vizuri hiyo tarehe ishirini. Mimi na imani kubwa sana, tukishikamana kama tulivyoshikamana mechi yetu ya hapa Dar es Salaam, tutavuka vizuri sana na kwa ukaribu sana, kwa kwa sababu ukishapata magoli mengi, basi mechi inabakia mnaenda kumaliza tu, lakini naomba tu wa Zanzibar tushirikiane, sisi ni watu wa moja wa Zanzibar na huku bara, kwa hiyo tuna uwezo wa kujaza ule uwanja kama tulivyojaza huku watu wapo na wanapenda mpira Zanzibar. Kwa hiyo nategemea kwamba haya yote yatatokea Zanzibar. Tukushukuru sana, asante sana, nashukuru.